tutasaidia sana sana makanisa vijijini. Amen. Amen. Nashuhudia makanisa vijijini. Simaanishi kwamba makanisa ya Maranatha Reconciliation peke yake, hawa wachungaji walinipa hela na wamini ile hela nimeitolea zaka na ile zaka naile mchungaji wa Tanzania

Huduma yetu sio kwa ajili hasa ya mjini, sio hasa kwa ajili ya mjini. Bwana alipojitokea nikiwa jeshini mwaka themanini na moja, alitokea kwenye maono, nikaona meli kubwa sana iko katikati ya bahari na nikaona watu ambao wamevaa wa nguo ambazo zimeraruka, sio nzuri sana kama za mingine, wako kando ya baharini, wako kando ya bahari, bahari. Kwani nikaona bomba kubwa sana kama la maji, bomba kubwa jeusi limetoka kule hao watu alipo, likaenda mpaka pale kwenye ile meli. Alafu baadaye nikaona wale watu wakaanza kutembea kwenye ile bomba kwenda kwenye ile meli, na ndani ya meli ile kulikuwa na watu, kulikuwa wakisifu, kulikuwa wanasifu, wakisifu Mungu, wamejaa kwenye meli. Wale watu wakaanza wakaanza kutembea kwenye ile bomba, wanaanza kutembea kwenye bomba, wanaelekea kwenye ile meli, ila kuna mahali ambapo ile bomba jinsi inavyokwenda kwenye meli inazidi kuzama ndani kiasi